Yani, mastaa wanavyojua kutuvuruga hadi tuachane na umbea. Well guys, wema wema Sepetu na Whozu finally wamesharudiana. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel basi Don't forget to subscribe, like, and a comment na kwa ambao tayari ni wanafamilia wa hii channel, msha subscribe. Thank you so much my people. And guys, with our wasting time, let's get right into the video. Haya bwana, kwenye umbea wa leo, tuko na Whozu na Wema Sepetu wamesharudiana, na hii nilikuwa process ya kumshawishi Wema akubali kurudiana na Whozu. Hii kazi imefanywa na Juma Lokole, ndio walikuwa hapo, wamewakusanisha, wanamconvince namwona Wema kama anakatakata kama hataki ataki, hivi sitaki nataka fulani hivi, and finally they get back together togethe. So guys E, nataka niwawekene hii audio hapa mumsikie Juma Lokole akiwa anajitetea kwamba yeye ni bingwa wa kurudisha mahusiano, na akitaka kuyavuruga pia anayavuruga. Kwa hiyo msikilizeni hapa, Juma Lokole, gwiji la wambea namba moja TZ. Enjoy jamani. <laughs> Alhamdulilahi. Siku zote nanionaga mimi mnafiki mzandiki, eh, na roho mbaya eh, penzi hili mimi silipendi. Oh, Juma kalisherekea watu wameachana. Jamani, sasa niwaambie, jana nyinyi, wakati mnaangalia mpira wa Simba fainali na Waarabu hao, mimi huku mama naliangaikia penzi mambo yarudiane, nimehangaika mji mzima kumtafuta Whozu, nimehangaika mji mzima kumtafuta wema alipo. Nikamkuta Wema Kinondoni Mwananyamala, alienda kufanya makeup. Nikaenda pale, nikaanza kupiga powder zangu, powder zangu, piga powder zangu wema atake atakusikia, anagonga gari, anapiga maoni ovyo. Nikaambia, calm down madam, Sepetu tulia. Nikamwambia Whozu, kaa pale kushoto, kaa mbali, wema kwanza sikuone. Basi storia ni ndefu sana, mtasikia kesho kwenye mashamshamu. Mtaelezea kwa ufupi tu. Penzi limerudi jana shahidi. Asante sana uh, masha lavu jana kwa kuja kuongea na Wema Sepetu, mambo yamekwisha. Asante sana Bonita Mlanzi, mambo yamekwisha. Asante bite bite wa Wema, Mungu akubariki, maana hizi njama tumecheza wote. Asante sana na dada yangu mmoja hivi jina lake anaitwa nani? Nimbona kama nimemsahau, anaitwa Rehema. Asante Darehema, Mungu akubariki sana kipenzi changu, nakupenda sana hawa watu wamesharudiana na mimi ndio nimewapatanisha. Sasa je, haya mtapata nafasi ya kunicheka? Hamwezi kunicheka, habadani. Mi ndio naitwa Lokole, gwiji la Dar es Salaam. Nikitaka kuyabomoa nayabomoa, nikitaka kuyajenga nayajenga. thank you. Haya my people. Huyo ndio Juma Lokole, gwiji wa wambea. Hey, memsikia hapo alivyosema, anawezwa wa kugombanisha pia anapatanisha mahusiano. Yani kamkomvisi Wema Sepetu mpaka kaingia laini mpaka kakubali kurudiana na Whozu eh? na timu pia nzima hiyo hapo, wadada wengine hao waliosaidia Wema kurudiana na Whozu. Lakini mimi nilisema ili penzi bwana nili linaenda linarudi, like wanagombana wanapatana, maisha yanaenda. Ndio mahusiano mengi yako hivi, huwezi kugombana moja kwa moja unless mtu kachiti big time, lakini kama ni vitu vidogo vidogo tu yep. Eh, mnagombana mambo yanaisha yanaendelea kama kawaida. So guys how do you find this video eh? Mnaonaje lipenzi likoje, na nyinyi linawatatiza ama vipi? Eh, tuendeleni tu kupiga umbea mpaka tujue mwisho wake ni nini. So guys, drop your comment down there kuhusu hii video. Pia usisahau ku-subscribe kama ulikaoja subscribe, make sure una like hii video. Put on your notification ili usipitwa na mambo mazuri zaidi ya masta nitakavyoposti tu uwe wa kwanza kuwa notified na kupata habari nzuri kabisa cheka habadani. Mi ndio naitwa Lokole, gwiji la Dar es Salaam. Nikitaka kuyabomoa nayabomoa, nikitaka kuyajenga na yajenga. Thank you.